Huyu anayowaza si ndio hivyo, sijui kabisa. Hiyo inaanza kututofautisha kwamba kuna vitu naanza kupungua. Unakaa na mke wako nyumbani, lakini hujui anachowaza. Ndio maana unakaa na mme wako nyumbani, hujui anachowaza. Matokeo ya kila ambacho tunawaziwa hatuelewi, na kuna mambo mimi sijui na wewe hujui, lakini yanaendelea hayo. Yalitokea kwa Nebukadnezar alipoona sanamu, lakini akasahau. Ameona ile sanamu, ameonyeshwa kwenye ndoto, lakini akaisahau. Hakaita waganga wachawi ambao walikuwa wanajulikana kwamba wana wakatatua tatizo la mtu tatizo la binadamu. Wakasema kwa jambo hili sisi hatuwezi, labda miungu isiyokaa pamoja na nani na wanadamu anayekaa juu. Ina maana wachawi walishindwa, hawaelewi waganga, waelewi mfalme aelewi, ndio maana akaletwa Daniel kwamba yeye anaweza akafumbua fumbo, na Daniel akafumbuliwa na